hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele, inasema uongozi waibua mengine. Huo ni ukoma uongozi e, lakini ni mtaji wa kisiasa ulioshika kasi CCM. Chadema wasomi mmoja na yao. hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini ajira elfu moja na mia tano za TRA zagombewa na watu laki moja na elfu 35 e, TRA yatangaza ajira elfu moja na mia tano lakini waliogombewa ni watu zaidi ya laki moja na na uchaguzi serikali za mitaa 2024 shivji akosoa ripoti ya utafiti wa yudizm ahoji utitiri wa mambo yanayodaiwa yamewekwa kampuni hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu lakini kuna habari kubwa inayosema ndugu kizimbani shtaka la kumuua dada yao aliyewasili kutoka ughaibuni e ndugu kizimbani shtaka la kumuua dada yao aliyewasili kutoka ughaibuni lakini kisiwa cha ajabu DRC kimbilio la wakimbizi kivita, hakuna maji safi wala interneti. Yenye habari pia inapatikana kwenye gazeti, kwa kwa gazeti, gazeti la Mwananchi lenye habari kubwa inayosema vichocheo hatari kwa usalama wa figo zako. Lakini habari kubwa ni kwenye gazeti la Mwananchi ni nafasi za ajira TRA E, ni mtifuano mkali e. Nafasi za ajira TRA, e, ni mtifuano mkali, waombaji wafikia laki moja, uongozi wasema utachagua vichwa, wadau wamulika tatizo la ajira nchini, lakini wataja suluhisho e, mbadala. Ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, inaanza kabisa ukurasa wa mbele e, hiyo ndio habari kubwa, lakini ACT yaibuka na siasa za mapambano au ni chama cha ACT Wazalendo waibuka na siasa za mapambano. Lakini panga Chadema sura mpya kuongoza kurugenzi e, panga Chadema sura mpya kuongoza kurugenzi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za ndani. Lakini tukiangazia gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa ndani lenye lina habari kubwa inayosema, Samia ateua bosi Tafiri e, wenye viti bodi e, tatu e, Samia ateua bosi Tafiri lakini wenye viti wa bodi tatu lakini Tanesco yatekeleza agizo la Biteco, huduma kwa wateja, Tanesco yatekeleza huduma Biteco, huduma kwa wateja. Yule habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa ishirini. Lakini dereva bodaboda na wenzake kortini, kesi ya mauaji e. dereva bodaboda na wenzake kortini, kesi ya mauaji hiyo. Ni habari ukurasa wa ishirini, huku habari kubwa kwenye gazeti la habari leoni TRA e, TRA makusanyo juu ya asilimia sabini na nane miaka minne e, TRA makusanyo juu asilimia sabini na nane miaka minne hiyo. Ni habari ukurasa wa pili. Yavuka malengo miezi minane mfululizo, watumishi zaidi ya kumi na nne watimuliwa hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Habari Leo. Lakini serikali yatoa mwongozo kukabili homa ya nyani. E, hii ni homa ya nyani ambayo hapa juzi imepata kutokea. E, watu wawili wakutwa na ugonjwa. Sasa serikali yatoa mwongozo kukabili homa ya nyani. Lakini Dr Mwinyi, kipaumbele cha kwanza ni elimu. Huyo ni rais wa Zanzibar. Dr Mwinyi asema kipaumbele cha kwanza ni elimu. Lakini Majaliwa asifu wema uimara wa Samia. Huyo ni Kasim Majaliwa, sifu wema na uimara wa Rais Samia suluhu Hasani. Ni habari ukurasa watatu wa gazeti lako la habari leo. Lakini kwenye gazeti la Zanzibar leo lenye habari kubwa inayosema aliyedaiwa kumchoma visu mke wa mwenza angua kilio mahakamani, aliyedaiwa kumchoma visu mke mwenza angua kilio mahakamani. Lakini Dkt Mwinyi, serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu. Dkt Mwinyi asema serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu. Rais Mwinyi agawa futari Huyu eh, ni rais mwenye. Lakini dr ya maendeleo asema umoja na mshikamano umeongeza, eh, kasi ya maendeleo lakini bado kuna habari kwenye gazeti la Uhuru inaandika mapato tiara e ya tikisa miaka minne ya Rais Samia mapato tiara e ya tikisa. Majaliwa Rais Samia ni kiongozi imara. Huyu ni Kasi Majaliwa waziri mkuu wa Tanzania asema rais Samia ni kiongozi imara. Yule ni gazeti lako la Uhuru, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kule gazeti la Majira ya TRA yaandika historia ukusanyaji wa mapato. E, TRA yaandika historia ukusanyaji wa mapato na NBC ya, ya za titi kushirikiana na, na halmashauri kuunga mkono agizo rais Samia. Lakini rais dr Mwinyi, serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu Yoni, rais Mwinyi asema serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu lakini serikali kuendelea eh, kutafuta fedha za utekelezaji miradi serikali kuendelea kutafuta fedha za utekelezaji wa miradi hiyo. Ni habari kwenye gazeti la majira kwenye kurasa za mbele. Lakini taifa Tanzania gazeti lako la uzalendo kwanza linaandika makusanyo ya kodi yafikia trilioni 21.20, ni miaka minne ya Rais Samia kutoka trilioni 11.92, iko ongezeko la asilimia 78 lakini Dkt. Mteko aiwakilisha Tanzania mkutano wa nishati nchini e, Barbados. Lakini haifungani ya Samia yavuka malengo, hiyo ni hati fungani ya Samia yavuka malengo. Gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza, lakini gazeti la wamachinga gazeti lako e, linaandika habari kubwa inasema Kapinga zindua e, namba ya bure huduma kwa wateja TANESCO, lakini vyombo vya habari vyatakiwa kuzingatia tafiti za uchaguzi na serikali asisitiza umeme nafuu kwa Watanzania. Ee, serikali asisitiza umeme nafuu kwa Watanzania. Waziri mkuu aeleza kuwa rais Dr. Samia anataka kila nyumba ya Tanzania kwa umeme e, wa upande wa vijijini na mijini, lakini asema hatua hiyo itachochea maendeleo kwa jamii nchini. Igunga mbioni kuwa na maji e, mwamwa lakini azindua rasmi ujenzi wa mradi. Lakini bado kuna habari inayosema mazito yaibainika kadi za benki kwa watumishi. E, mazito bainika kadi za benki kwa watumishi, baadhi ya wa washikilia e, kama dhamana ya mkopo kwa taasisi za fedha wilayani Ruria. Mkurugenzi aja juu, timu ya wataalamu wizara ya fedha yafika kuona uhalisia. Yule habari inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge ukurasa wa, wa ukura mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa linaanza na Dedi Michuzi, tutumie Ramadhani kwa resma kutenda matendo mema lakini Kapinga azidua namba ya bure ya huduma kwa wateja Tanesco. Lakini Majaliwa awabana watendaji Igunga. Na waziri Mkuu Majaliwa mgeni rasmi mkesha wa kuliombea taifa. TRA yaongeza makusanyo kwa asilimia 78. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwanahabari eh, kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti la Uelekeo, gazeti lako linaandika hati fungani ya Samia ya kusanya bilioni 300, ni za ujenzi wa barabara vijijini. Lakini Dr Biteko hapa eh, kunadi nishati safi Igunga kumekucha. Dr rais Samia ateua wakurugenzi eh, eh, wa viti wa bodi ni habari kwenye gazeti lako la Mwelekeo. Lakini gazeti la Mzalendo Raia Mzalendo linaandika twa zalendo kubainisha mguu mmoja kujitoa GNU. Lakini mwenyekiti wa UWT Mufindi eh, aipa kongole CCM kwa kuweka ukomo wa viti maalum. CRA e yavunja rekodi ya makusanyo. Tanzania yaibuka kidedea ya Afrika uzalishaji bora eh, wa kahawa aina robusta. Lakini vigogo Chadema watupiwa virago. Yumo Benson Kigaila, Salum Mwalimu na Johnny Mrema. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti ya Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia sasa kuna michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Tunaanza na gazeti lako Raia Mzalendo linaandika bigani kapu ya pamba moto mabibo lakini Yanga ya Ilaza Coastal Union tatu kwa moja. Kocha Yanga Dube Walamba tuzo. Karia Ibuka Kidedea kafu ine bari kwenye gazeti la Raia Mzalendo. Lakini gazeti lako la Wodi Kiondo naandika Yanga yangangania pointi tatu za dabi. Lakini kafu yaifungia ufungia uwanja wa Benjamin William Mkapa. Eh, kafu afungia uwanja wa Benjamin William Mkapa. Lakini kimataifa Karia na Motsepe eh, wa wa, wa, wa, wa ula, eh, kafu karibu na Motsepe waula kafo eh, ni baada ya uchaguzi kufanyika wapita tena. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo. Lakini kwenye gazeti lako la mwana habari naandika Yanga yega gadu wa costo yuno ni goli tatu kwa moja. Kaseja amumbua mgunda seradibi eh, ni choma kaseja mtandika mgunda vya kutosha. Lakini Karia ashinda ka eh, karia ashinda kamati ya, ya wendani ya, eh, ya kafu huyo e, ni kari ashinda kamati ya utendaji ya Kafu. Mabibo fulshangwe na mbwigane kapu kocha Yanga dube walamba tuzo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari, lakini tukiachana na gazeti la Mwanahabari, e, tuangazie sasa kwenye gazeti la Wamachinga lenye linaandika Yanga yaibamiza Kosto goli tatu kwa kwa moja. Kari ya ibuka kidedea ya Kafu, kocha Yanga dube walamba tuzo. Lakini kimataifa Al Ahili yaingia mitini debi ya Misri e, ni baada ya kutaka kucheza na Zamaliki. Al Ahri yakataa kupeleka timu eh, uwanjani eh, yapigwa kwa kitu kizito kwa kunyang'anya pointi hiyo. Eh, ni habari kwenye gazeti la wamachinga kwenye michezo. Lakini gazeti la la Taifa Tanzania naandika serikali yaagiza TFF kuwaita CAF kuja kukagua uwanja yasema upo tayari eh, serikali yaagiza TFF kuwaita CAF kuja kukagua uwanja upo tayari. Lakini kwa mara ya kwanza Gibril Sila ajumuishwa na kikosi cha Gambia. Yanga waitika 16 bora e, kombe la shirikisho, na Dr. Mosepe e, achaguliwa tena kuiongoza kafu miaka minne. Lakini gazeti la majirani andika kafu ya yaufungia uwanja wa Benjamin Uli Mkapa, karia aula nafasi ya ujumbe kafu. Yanga yaifuata Simba 16 bora FA Cup. Lakini gazeti lako la uhuru andika serikali ya ita kafu kukagua kwa Mkapa. Fadru aivutia kasi Dodoma jiji lakini Maxim Zize wa ibeba, Yanga. Na gazeti la kula Zanzibar leo linaandika kombe la muungano kuchezwa Aprili. Kafu ya ifungia uwanja wa Benjamin Mkapa. Dube Miludi wa ng'ara tuzo za Februari. Yuna habari kwa gazeti la Zanzibar leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwa gazeti la habari leo linaandika karia au la kafu Yanga yaweka rekodi FA. Serikali yaita kafu kaguzwa kwa Mkapa. Yuna habari kwa gazeti la kula habari leo ukurasa wa michezo, huku gazeti lako la Nipashe linaandika Maxi aongoza mauaji Yanga. Sasa mabingwa hao watetezi kutatua e, kukutana na Songea United katika hatua ya 16 bora. Lakini Fadru Davis e, dabi bado yaitesa e, simba na keli. Gazeti la Mwanaspoti linaandika Singida KMC patachimbika, balala uwanja wa mpya wa Man United. Lakini Fadru afichua siri ya dabi Yanga kurudia ya mwaka 1965 ni yapi hayo? Basi gazeti lako la Mwanaspoti litakueleza habari hii ya mwaka 1965 kwa kina zaidi, na gazeti lako la Mwanaspoti ndio linatafungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.